Magambo kiwetu. Ni takribani safari ya masaa manne kutokea katikati ya mkoa wa Mwanza, nimesafiri mpaka kwenye moja ya wilaya zinazounda mkoa huo, na hapa nipo katika wilaya ya Ukelewe na nimesafiri kutokea katika eneo zuri kabisa linalounda mji wa Nansio, kutoka hapo kuelekea katika kisiwa kidogo kabisa, ni moja visiwa 38 vinavyounda wilaya ya Ukelewe, na hapa nipo katika kisiwa cha Izinga, huku nimekuja kuzifata habari za michezo, na hapa nimekuja kukutana mwandaaji wa mashindano ya Ndondo Cup. Mashindano haya yanajulikana kama Nyangasi Super Ndondo Cup na kwa mwaka huu 2025 mwandaaji wa mashindano ametuandalia mashindano mazuri kabisa yanayojulikana kwa jina la Nyangasi Super Ndondo Cup 2025. Mashindano haya yanatarajiwa kuanza kutimua vumbi mapema sana mwezi wa sita katika viwanja vya Madomi ya Stadium katika kisiwa kikubwa kabisa cha Ghana. Kisiwa hicho kina jina maarufu sana, kinaitwa Mkoani, ndicho kisiwa pekee ambacho waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ndugu Kasim Majaliwa amewahi kufika kwenye kisiwa hicho, na ndicho kisiwa ambacho kwenda kushuhudia mashindano haya makubwa ya ndondo katika wilaya hii ya Ukerewe. Hapa nitapiga stori na mwandaaji wa mashindano hayo, lakini nitakutana na makapteni wa timu ambazo tayari zimethibitisha kushiriki kwenye mashindano hayo. Mbele yangu niko naye mwandaaji wa mashindano hayo atatueleza nini mipango ya maandalizi ya mashindano ilipofikia mpaka kuelekea tarehe husika ya mashindano kuanza. Habari za wakati? Salama. Salama. Tunaomba kukutambua kwa majina. Kwa majina, anaitwa Nehemia Daudi kwa jina maarufu Nyangasi Super Ndondo Cup. Kwa nini Nyangasi Super Ndondo Cup? Eh, Nyangasi Super Ndondo Cup ni jina ambalo nimelitanguliza ili sasa likapate kufahamika hata mitaani ili kila mmoja ajue kabisa kwamba hilo ni jina la mwandaaji. Una uzoefu na uandaaji wa mashindano haya Ndondo? Ndio, ndio, ndio. Mara yako ya mwisho kuandaa Ndondo ni mwaka gani? 2017. B uh, ndugu Nyangasi Ndondo Cup, tumeshuhudia mashindano mengi ya mpira wa miguu hususan kwenye maeneo yetu ya visiwa ya Kirindima mwaka 2024 mwishoni, tumeshuhudia mashindano ambayo yalifanyika kwenye kisiwa cha Kamasi. Mashindano yale yalilalamikiwa kwa vigezo vingi kupungua, ikiwa ni pamoja na timu zingine kuondolewa kwenye mashindano. Tutarajie nini kwa Nyangasi Ndondo Cup? Eh, kwa Nyangasi ndondo kapu mtarajie tu mazuri make yule wa elfu mbili na ishirini na nne alikuwa hajajipanga sawasawa sawa, lakini Nyangasi super ndondo kapu amejipanga kisawasawa sawa, yuko vizuri maandalizi yakoje mpaka hivi sasa maandalizi yako vizuri sana uwanja uwanja na wenyewe mpaka sasa unaendelea kufanyiwa service ili ukae kwenye levo ya mashindano. Ni timu ngapi sasa zimethibitisha kushiriki mashindano haya? Mpaka hivi sasa ninavyoongea nina timu saba, lakini zingine mpaka sasa zinaendelea kuleta majina. Matarajio ni kuwa na timu ngapi? kumi na mbili, zikipungua ziwe kumi na moja. Zawadi kwa washindi zikoje? Zawadi kwa washindi, mshindi wa kwanza anachukua ng'ombe wa thamani ya milioni moja lakini mshindi wa pili mbuzi wawili thamani yake laki mbili. Mshindi wa tatu mbuzi mmoja thamani wa laki moja. Kumekuwa na malalamiko mengi kwenye mashindano haya ya ndondo, hususani marefari wa mchezo kulalamikiwa kwenye nyangasi ndondo kapu. Tutarajie nini sasa e, juu ya marefari? Marefari ambao tayari nimekwisha kuandaa ninawaamini maake ndo nilikuwa nao elfu mbili kumi na saba haikuonekana janja yoyote. Kila timu zilizoshiriki mashindano ya elfu mbili kumi na saba wote walikuwa na wote walikuwa na wakubali marefari ambao walikuwa kwenye huo kwenye hiyo ligi. E, kumekuwa na sitofahamu kwenye mashindano mengi tuliyoyashuhudia ndondo ikiwa ni pamoja na mashabiki kuingia uwanjani na kufanyiwa vurugu na mashabiki wa timu nyingine. Je, ulinzi na usalama kwenye ndondo hii ukoje? A, ulinzi upo wa kutosha kabisa. Yaani juu ya ulinzi basi watu wasitarajie fujo. Kwa hivyo unatuthibitishia kwamba mwaka huu tunakwenda kushuhudia ndondo ya aina yake katika visiwa vya Ghana? Ndio, ndio. Ndio neno lako la mwisho kwa mashabiki na wapenzi wa mpira? Neno langu la mwisho, nawakaribisha tu mashabiki wote wajitokeze kwa wingi ili wakapate kuja kuangalia burudani ambayo ni burudani safi. Maana hivi tunavyoongea, mpaka sasa watu wengi wananilia, hata visiwa vya kule Irugwa, kwamba nipeleke, maana tayari wanajua uandaji wangu kwamba uwaga hauna janja janja. Ni kushukuru sana mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Sharo TV. Sisi hapa tumepata moja na mbili katika kutoka kwa mwandaji wa mashindano ya Nyangasi Ndondo Cup 2025. Nikukaribisha na niendelee kuzihamasisha timu ambazo bado hazijafanya usajili wa kushiriki mashindano haya, basi zijitokeze ili kufanya usajili, ziweze kupata radha ya mpira uliotukuka katika mashindano ya Nyangasi Ndondo Cup 2025. Watu waliowahi kushiriki na kushuhudia mashindano ya Ndondo Cup yaliowahi kufanyika kwenye visiwa vya Ghana. Jina Saibi Mangu litakuwa sio jina geni kwenye masikio yao ni kapteni wa timu ya Zing FC na leo niko naye hapa ili kuweza kupiga story moja mbili tatu, wamejipanga vipi juu ya mashindano haya ambayo yanatarajiwa kufanyika kwenye viwanja vya Madome Stadium pale Ghana. Kapteni, habari za wakati? Habari nzuri. Karibu sana kwenye mahojiano na Sharo TV, kapteni wa timu ya Zing FC. Nini matarajio ya timu na maandalizi yamefikia wapi sasa kuelekea kwenye mashindano ya Nyangasi ndondo Cup 2025? Maandalizi ni makubwa sana. Kwanza ninawapongeza sana na wadau wa soka wa hapa Izinga viongozi wote, pamoja na, na mashabiki wetu, kwa sababu timu ya Izinga ndio timu kubwa katika visiwa vyote ambayo inaongoza kwa kuwa na mashabiki wengi. Kwa maana hiyo timu ina hali, na ninaposikia sehemu yoyote kutakuwa kuna ndondo, wachezaji tupo na tuna mazoezi na tumejiandaa kwa hali kushiriki hiyo ndondo ya Nyangasi Super Cup itakayofanyika hapo Ghana mwaka 2022, Captain, timu yako ya Zinge FC iliibuka kidedea kwa kuwa mshindi kwenye mashindano yaliyoandaliwa katika viwanja vile vya Madomi ya Stadium, lakini msimu uliofuata 2023 pamoja na 2024 mmepoteza kwenye hatua za mapema kabisa. Unawaahidi nini sasa mashabiki wa Zinge FC? mashabiki wa Zinge FC ninawaahidi kwamba tutarejea tena katika ubingwa kama tulivyorejea mwaka 2022. 2023 tuliishia katika hatua ya nusu fainali, 2024 tumeishia katika hatua ya robo fainali. Kwa maana hiyo, mimi sioni kama kutakuwa kuna changamoto au kama kutakuwa kuna shaka yoyote ya mashabiki kutokutuunga mkono kwa sababu sisi ni watu wao na wao wanajua sisi tunaendaga kupambania hichi kisiwa cha Izinga, kwa maana ya timu moja na nguvu moja. Kapteni, mwaka elfu mbili na ishirini na nne kwenye mashindano yaliyofanyika kwenye visiwa vya Ghana, timu yako ni moja ya timu ambazo zilitishia kujiondoa kwenye mashindano yale katika hatua za mapema kabisa. Nini ilikuwa ni sababu ya nyinyi kutishia kuondoka kwenye mashindano hayo, na mnadhani sababu ile ile iliyopelekea kujiondoa kipindi kile kwenye hayo mashindano haitowasababisha sasa kujiondoa tena kwenye mashindano haya? Ya sababu ya sifikirii kama kunaweza kuwa kuna janja, janja kwa maana unajua kuna watu wanaanzisha rigi kwa ajili ya kum..., ya kutaka mtu fulani ndo achukue kitu yani, wanakuja na matarajio kwamba hii rigi inatakiwa zawadi hizi zibaki hapa. Sasa unapokuja na hayo matarajio, unajaribu kutengeneza mazingira ya watu fulani na fulani wakutane na fulani. Kwa mfano, sisi tulitish, tulitishia ku, ku, kujiondoa kwenye kwenye kwenye ligi ya mwaka elfu mbili na ishirini na tatu kwa maana ya kwamba tulicheza tukafikia hatua ya mtoano, tulivyocheza tukafikia hatua ya mtoano sisi tuliongoza kundi kwenye kundi letu, sisi tulikuwa wa kwanza. Waliocheza waliocheza ina maana wanaita bestiruza, waliofikia bestiruza walitakiwa kutane, sisi tulikuwa tunatakiwa tukutane na, na, na, na mshindi wa mwisho kwenye bestiruza, ila wakataka kutu, kutu, kutupambanisha na yule mtu ambaye sisi tulimtoa ambapo sisi tuka, tuka, tuka, tumeongoza ligi. Kwa hiyo yule tulikuwa tunatakiwa tupangiwe tupa, naye sisi wakataka kumpa mtu mwingine wakufia, kwa kuhofia kwamba yule mtu mwingine labda ni kibonde au huyu wanataka kumtengenezea mazingira fulani ili apite. Yule ambaye tulikuwa tunatakiwa tupambanishwe naye sisi wakataka kumpa mtu mwingine, ndio hiyo sababu ili, ilitupelekea ili, ili tukaamua kustisha, tukaamua kugoma. Lakini baadaye tulivyofanya hivyo, walitubadilishia wakatupa timu ambayo ipo kwenye haki. Kwa hiyo tunataka mashindano yoyote, hata Nyangasi mwenyewe tunataka aendeshe mashindano kwa haki. Kama timu inataka kukutana na fulani, wasitake kuchagua ikutane na fulani, na hicho ndio kilichotokea. Mshindani wenu mkubwa Sangar FC ambao wamekuwa ni washindi wa mashindano yaliyopita pale kwenye kisiwa cha Kamasi wanasema hata kipindi hiki watahakikisha wanachukua. Mnalipi la kuambia washindani wenu? Hata sisi wakati tumechukua mwaka elfu mbili na ishirini na mbili tulikuwa tuna matumaini kwamba tunaenda kutetea ubingwa, tulikuwa tukisema hivyo bana, kwa timu zilizopo, uh, tujaona timu ya kuifunga kwa hizi kwa, kwa vijana tulioko hapa Izinga e, lakini matokeo ya mpira yanakuaga ni matokeo ya kikatili sana. Tulienda tukaishia nusu fainali, hatukuweza kuchukua ubingwa tena. Kwa hiyo hata wao kama kweli wana, wame, wamezungumza hivyo mazoezi na wachezaji wataamua, kwa sababu kwanza mimi kitu kimoja ninachokiamini katika timu ya Izinga sisi kwanza tunakuaga tuna kawaida wachezaji wale wale, tunafahamiana, domination combination possess, wachezaji wapo kwenye hali, viongozi, mashabiki, mpaka yani wakina mama, yani sisi tuna watu tun, yani kusema tuna watu. Kwa hiyo tunapokuja pale kucheza, tunakuja kucheza kama familia. Hao wanaokota watu kutoka mjini, wanatuletea watu kutoka sijui misungu, wanatuletea, lakini hao hao bado sisi tunaishia robo finali, nusu finali na kuchukua ubingwa. Kwa hiyo wenyewe kama wamesema, wataku, watakuja kutetea tena ubingwa wao, basi wafanye mazoezi. Mazoezi ndio yataamua. Neno lako la mwisho kwa mashabiki na mwandaaji wa mashindano? Mimi kwanza nataka ni msimu mwandaaji, sisi tuna, fami, tuna familia hizi ndondo tunaendesha kwa ajili ya familia zetu. Kuna watu wanatoka huko wanakuja wanacheza wanapel, wanapata fedha zao. Mwandaaji ya kuandaa ma, mazingira ya ndondo, na yeye kuna kitu anakilenga kwenye katika haya ma, mazingira, na mashabiki pia wanataka wapate burudani nzuri. Kwa hiyo mimi nilikuwa namshauri tu mwandaji, mimi kwa neno langu kwa mwandaji, kwanza hebu asilete janja janja janja, yani janja, atengeneze mazingira ya ya haki, ili tunaposikia ligi ya Nyangasi tunajua pale hakuna janja janja, kuna haki zote zina Zi zi zi zinafanyika pale. Asilete tu ujanja ujanja, ili muendelezo wa ndondo zake ziwepo, kwa sababu ndondo waga ni mfululizo zinaenda kwa mwaka, zinaweza zikatokea mara mbili mpaka mara tatu, na watu wanakuja wanapata riziki zao kutoka sehemu mbalimbali. Atengeneze usalama wa wachezaji, atengeneze mazingira mazuri fujo za aina yoyote isitokee. Kingine ambacho naweza nikakizungumza cha mwisho kwa mashabiki wetu, mashabiki wetu mimi najua hawana mashaka na sisi kwa hatua tulizozipitia. Si timu yetu sio mbovu, timu imechukua ubingwa, timu imeshia nusu fainali, timu imeshia robo fainali. Wakitaka kututilia mashaka sisi labda tutapotolewa kwenye makundi, watasema mbona saizi hao watu wajitumwi, na watu wanalipwa fedha na watu wanafanywa kila kitu. Kwa hiyo mimi naomba tu mashabiki wa Izinga wote tuendelee kushikamana kama kawaida na tutafanya vizuri ndondo na ndondo zingine zitakazokuja. Asante mtazamaji wa Sharo TV, tumetoka kufanya mahojiano na kapteni wa timu ya Zing FC. Amejinasibu hapa ya kwamba wao ni Noma na Sangare FC mwaka huu wataisoma namba timu zote zitakazoshiriki kwenye mashindano haya, waamini wamekutana na kisiki cha Zing FC. Hawa ni mabingwa mwaka 2023 lakini 2024 wakaishia robo fainali na baadaye 2023 pia waliishia nusu fainali. Ni kukaribishe kuendelea kufuatilia matangazo yetu ya moja kwa moja, endelea kutufuatilia kwa updates nyingi sana kuhusu soka na kuhusu ndondo. Karibu sana, hii ni Shalo TV. Nyuma ya kamera yuko Felix Msita, nami ni Dennis Kaseza William.